Biolojia tunaita unaita kwa Kiingereza growth spurt. Growth spurt ni wakati ambapo for example useme ni wakati ambapo mtoto kuna, kuna, kuna kiungo fulani kinataka kumalizia kufanya nini kukua, yaani kwenye stage za mtoto kuna vitu navyoviita hatua za kukua. Hupo wakati unapata labda anataka ageuze shingo, hiyo ni li stage kukua hatua za kukua hupo wakati unapata labda afanye kitu fulani kwenye kwenye maumbile yake. Kwenye stage ile huwa kuna kitu inaitwa growth spurt, unapata ya kwamba either atakuwa anataka chakula zaidi mm. au mwingine ataki chakula, lakini analia zaidi au unapata akona kisirani tu, tunategemea na mtoto. Kuna wale ambao kama mb... wakati wote kuna kuna kitu fulani anataka kukionyesha kwenye maumbile mm -hmm. alikuwa hata yani kama mb... unamnyonyesha masaa mbili, hiyo bado unashangaa kama hajanyonya tena, so una na jinsi ambavyo mtoto anavyo kuonyesha kanuni ale kulingana na masaa yake na yale masaa ambayo hautaweza kudhibiti sababu ya hiyo growth spurt yake unapatana na yeye alafu umepangilia jinsi mlivyokuwa mmepanga kwenye kwa na... na. au mama hayupo au mama hayupo, ndio unaweza ukachukua maziwa ya ng'ombe tena. Sasa hawa ng'ombe wa leo sidhani kama inaweza ikawa, kwa sababu wanachomwa, wana sindano kama binadamu, wale magonjwa yame yamejaa kwa hiyo ukimpatia yale maziwa, kimsingi sawa, atajisikia kufanya kuwa ameshiba, lakini utamwekea sumu nyingi sana mwilini. Kwa hiyo kwa hiyo, hey, ah hajasema tutumie maziwa mimi, amesikia vibaya, hakuna mtu amesema kama itawezekana. Wapi? mimi najua mmoja ambaye maziwa kabisa hapo yanatoka hiyo mi najua, mi najua, huyo najua, huyo amelisha mtoto wa dada yangu maziwa huyu. ah. Kimwangalia saizi akoje, ugali lazima akua na maziwa, kila kitu maziwa, maziwa ukimwekea mboga akoje, mahalaji kila masaa masaa mm. mboga akoje saizi, mahalaji kila masaa masaa kama mm. kuna mba, kama kuna mtu ambayo hahitaji maziwa kabisa ni hawa E, unajua? Najua ukienda maziwa ya huyu mfano wali unajua? Ukienda kaw maziwa ya huyu atie maziwa, patie mbuzi, mbuzi takaje baada ya mwezi mmoja eh? Ambayo mwili wake mwili wake hauwezi hauwezi kutumia o, jinsi ambavyo mnyama atavyokonda wewe ukonda. Wewe umemlisha sumu nyingi kwa mwili maziwa yamemlisha sumu nyingi kwa mwili Maziwa ya ng'ombe imedi ng'ombe imedizainiwa na Mungu itosheleze ndama, na maziwa ya mama imepimwa itosheleze nini? Kila kitu kuna kipimo, kulingana na maumbile ya kitu ambayo mwili wake hauwezi kuzaliwa. mtoto wa ng'ombe au mtoto wa mnyama yoyote, tuliangalia kile kipindi kwenye filamu hapa, ni yule mnyama amezaliwa ndani ya dakika moja, ameshainuka ameanza, aende mbio, aende mbio. Kwa hiyo kinachomtia nguvu hapo ni nini? Ni maziwa ya nani? Ya mama yake. Kwa hiyo ile maziwa ya mama ipindi kwenye filamu hapa ni m, yule mnyama amezaliwa ndani ya dakika moja ameshaiuka ameanza kae aende mbio. Kwa hiyo kinachomtia nguvu hapo ni nini? Ni maziwa ya nani? chakula cha mnyama, umempatia maziwa ya mnyama, amepata hiyo protini kidogo, ndugu ha, hapo amesema in excess, yani imezidi sasa kinachozidi kile ni sumu. Sasa wewe waza, ni kweli, ameka virutubisho kidogo, na ni lazima akonde. Hawezi akanelepa, hawezi akawa na afya yake, lazima akonde. Hapo umeua mwili sawa sawa. Kidogo ndugu, unaweza kutengeneza maziwa yako ya soya, kaachuja vizuri, ukampa mtoto. Mi najua mtu fulani alikuwa na shida ya, ma ya maziwa, mama. Amempa mtoto wake maziwa ya soya mpaka mtoto akawa mkubwa mpaka saizi ile, na na na nzuri nzuri kuja. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine hata ile mimea ni rahisi ya soya kuliko wanyama, ukitengeneza kwa hiyo watu wa Mungu tayo, na amekuwa na akili nzuri kujiuliza, kujiuliza na kujiuliza na, na, na, na, na, na, na watu wamechoka, mbona hawafiki ila, tu, tukajibu hivi, labda pengine kipindi hiki cha wale wa kina mama ambao wananyonyesha sasa hivi, hakuna kipindi cha muhimu kama hiki kwa watoto wetu, hakipo kipindi cha muhimu kama hiki. Anasemaje? akina mama wengi wakiwa wanalea watoto wao wachanga ndio Wamekuwa wakiwachia wanalea watoto wao wachanga ndio, wamekuwa wakiruhusiwa waki... waki... kufanya kazi kupita kiasi u, yaani unalea mtoto mchanga unamnyonyesha, lakini wanyonyeshwa mm -hmm. Amekuwa wakiathiriwa vibaya, wanyonyeshwa mm -hmm. Amekuwa wakiathiriwa vibaya, umefanya kazi kupita kiasi, umetoka jikoni kupika, mwili umechemuka unajasho, halafu unaenda kumnyonyesha mtoto. Maandiko amesema jasho halafu unaenda kumnyonyesha mtoto. Madigo amesema uh, watoto wamekuwa wanaonyonyeshwa, wamekuwa wakiathiriwa vibaya mm -hmm. kiasi kipi cha kulima eh. ah. unajua kumpandia mtu kiasi ingine inashuhudia nyingine inashuhudia kwamba wewe huu sasa inabidi ufanye utulie na... na na cha... uh, mama mja mzito na mama aliye na mtoto kuenda shambani kulima ni raha kwa raha yake, na wala sio kwamba eti kanuni, e. E. Kwa hiyo kwa kama ana, yani, <laughs> yani si lazima aende shambani, anaenda shambani kwa maana anahitaji, kwa mama na mama aliye na mtoto mm -hmm. Kewe atoke hapo, hata mgongo wake wenyewe haupo tayari, haupo tayari course sasa, iye hakwa shambani sawa mm -hmm. Kimaumbile akishapata mtoto mifupa yake yenyewe pata mtoto mifupa yake yenyewe haipo tayari, haipo tayari kazi, kazi. Amepoteza damu, amepoteza damu nyingi tunapata. Kwa hiyo ndio maana nimekwambia kwamba mama mja mzito, hata hii kwamba mama anapokuwa, kwamba mama anapokuwa mja mzito, kuwe na tofauti ya kazi yake kabla, yani isilingane kabla ilivyokuwa hana ujauzito, ipunguzwe hey. <laughs> Maana kuna nukuu moja ya nadhani lisomo ya kwamba kuna watu ambao hawaweki tofauti mm, ya mama kabla hajakuwa mjamzito na baada ya kuwa mjamzito hey, akasema ya kwamba hatujui ya kwamba wakati huu ako na kazi huu

una joto sana, mwili umechemka, sio salama kufika na kuoga au kufika na kula sawa. So, hmm. inabidi mw yeye mwenyewe amekuwa kwenye hali ya hey, kuchemka kama zakosea. kuna mahali nimeona kitu kama hicho, hiyo kweli. Na ya pili, wanaposema mambo kupika na kuchemka, hapo inaenda pia na, na, na kiwango cha familia hmm. so, na, na, na hali ya upishi kwa mfano hmm. yani ni common sense yani, kwa mfano tukiwa pale kwa nyumba, wakati mwingine anapika, huwezi mpata kwamba t amesweta amechemka, kwa maana labda kuna hali yake mazingira yake, amempatia conditions nzuri za anaweza shughulike na mapishi. Lakini na na hali ya upishi, kwa mfano ni kama tu, mwenyewe ukipewa nafasi ya kwenda kupikia watu hao wote hapo uwapikie sima hapo nje, we mwanaume mwenyewe, ehe sasa, mwanamke ambaye ni mjamzito au si mjamzito, ambaye ana mtoto akitoka hapa, afaa kumpa mtoto maziwa anyonye? Anafaa kwanza atulize mwili, damu fae. Kuna kuna namna nyingine tumejifunza hivi, mida ya kunyonyesha haijulikani, sawa? kumekuwa ikiathiriwa nonyeshwa vibaya. Ndio. Sio tu kwa chakula chenye homa kutoka kwenye titi la mama Ndio. bali damu yake imetiwa sumu kwa chakula kisichotia afya cha mama ambacho kimetia homa mfumo wake wake mzima, na hivyo mm -hmm. kukidhuru chakula cha mtoto Nadhani, udo, hii, okay? ya, sasa, mtoto nadhani sasa, mtoto mchanga mtoto. pia atakuwa na hali ya hapo ni pa kuzingatia vizuri. Mtoto mchanga pia ataathiriwa na hali ya kiakili ya mama. Akili ya nani? Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Hali ya kiakili ya mama ikoje? Kuna wakati mama anaweza akawa furaha, ni wakati wa kuzingatia sana. Mm. Pia anasema mtoto pia ataathiriwa na hali ya kiakili ya baba. Endelea. Halo, endelea endelea, tumemaliza, muda umeisha. Kama hana furaha, mama kama hana furaha kidogo tu ameshalipuka, mwepesi kufadhaika, makali ya tumbo na, tamangu, na utumbo, misuri kukaza, misuri kukaza na na wako, yewana, chukia, na na matukio matukio ya ya wewe na mume wako hamjaelewana, umechukia au una huzuni, huo sio wakati wa kunyonyesha mtoto. Mtoto ananyonyeshwa na mama na chakula kile kikaonekana kuwa kina faida, mama akiwa na furaha, mama akiwa anamtukuza Mungu, mama akiwa na shukurani, ukimnyonyesha maziwa ya namna hiyo yale maziwa yanatiririka uzima kwa mtoto, yale maziwa yanatiririka uzima kwa mtoto. Tofauti na hapo, tunahamisha tabia zetu kwa kupitia tu maziwa ya mama, unamhamishia mtoto tabia mbaya. Hujui amejifunzia wapi kucheza, unashangaa kana- kanaanza kucheza. Huyu mtoto amejifunzia wapi? Kumbe amechukua kutoka kwenye akili yako kupitia kujifunzia wapi? Kumbe amechukua kutoka kwenye akili yako kupitia nini? maziwa chakula unacho unacho mnyesha hapo, tunaweza kuona eh, hebu endelea hapo Mbishi. pia ta pia ta Hapo maziwa, chakula unacho unacho mnyesha hapo, tunaweza tukamalizia tu hizo aya mbili hapo, tunaweza tukamalizia tu hizo aya mbili hapo mwishoni, eh, hebu endelea hapo Mbishi. pia ta Pia tabia ya mtoto. Pia tabia ya mtoto pia tabia, ya, mtoto. Pia tabia ya, mtoto. Ana hali yake ya furaha ya akili akiwa na utawala yake ya furaha ya akili akiwa na utawala kamili wa roho yake mwenyewe, yani, akiwa na jizibiti yeye mwenyewe hiyo tabia utamwambukiza mtoto yani kama unaweza kujizibiti wewe mwenyewe katika katika tabia zako hiyo tabia utamwambukiza na mtoto na ndio maana Mungu anashauri usitoe usitoe mtoto wako kwenda kulelewa na mtu mwingine Anasema hivi ukifanya hivyo, yule anayelea mtoto wako atamwambukiza tabia zake. Sio sawa kuchukua mwanao na kumpa hausigero wa mulee wakati wewe upo, hiyo sio sawa. Jukumu la kwanza la mama ni mtoto wake. Endelea kwa kufanya hivi, kwa kufanya hivi, chakula cha mtoto akitadhulika, chakula cha mtoto akitadhulika na mwenendo mtulivu wa kujitawala nafsi ambao mama hufuata mm -hmm. katika kumtendea mtoto wake mm -hmm. una sehemu kubwa ya kutenda katika kujenga akili ya mtoto mchanga mm -hmm. Ndio, kama akiwa mwenye hofu, kama akiwa mwenye hofu mwenye wasiwasi, mwenye wasiwasi kucha wakati wakati wakati katika hali, wakati katika hali nyingi sababu yake hasa ya kukosa kwake furaha ilikuwa kwa sababu ya chakula king kingi mtoto amekula chakula kingi kikamzidia tumgoni, akaanza kulia. Wewe pasipo kujua unamnyonyesha tena unamwongezea tena mzigo mwingine. Hiyo ni hatara kulikotengeneza kuwa madhara keazemazoeamae mm, kwa mazoea. Kwa mazoea mm -hmm. chakula cha ziada peke yake kimefanya wewe